Serikali kwa upande wake itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu na vile vya kati, na lengo la serikali ni kuhakikisha kila mtoto ambaye anatoka katika mazingira ambayo hayamwezeshi kutimiza ndoto yake ya kupata elimu ya juu awezeshwe kuipata. Na katika azma hiyo serikali kwenye mwaka 2024/25 ilitenga jumla ya shilingi takriban bilioni 254 na kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wapya wa shahada ya kwanza ambapo jumla ya wanafunzi 81,079 wamenufaika. Aidha, katika mwaka huo huo jumla ya shilingi bilioni 503 zilitolewa kwa wanafunzi 157,981 wanaoendelea na masomo katika shahada ya kwanza kwenye vyuo vikuu mbalimbali ikiwemo Chuo Kikuu Katoliki Ruaha na hivyo kufanya jumla ya fedha zilizotolewa katika mwaka wa masomo 2024/25 kuwa shilingi bilioni 757. Kiasi hiki cha fedha ni kikubwa sana, na hasa kwa kuzingatia mahitaji ya fedha katika huduma nyingine za jamii. Pia tunafundishwa kufundisha wanafunzi ambao hawasikii vizuri na ulemavu wa masikio ambapo wanafunzi tunatumia alama kama hizi hapa, hasa mwalimu huyu mkono wake huo una sehemu mbili, au mkono wa mtu yoyote una sehemu mbili ambapo kuna upande wa namba na kuna upande wa herufi. Serikali inayoongozwa na, na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wewe mwenyewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, wakati wote imetoa kipaumbele kwa sekta binafsi kushiriki katika uzalishaji na utoaji wa huduma mbalimbali mbali, ikiwemo huduma ya elimu. Katika kutimiza jukumu hilo, serikali imeendelea kuwekeza katika kujenga mazingira rafiki ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya maji, umeme, barabara na kadhalika ili kuhakikisha kuwa sekta binafsi zikiwemo taasisi za elimu zinafanya kazi katika mazingira ambayo ni wezeshi na hivyo kutoa elimu bora na ya kiushindani. Vile vile, serikali imekuwa ikiwapangia mikopo wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu, kikiwemo Chuo Kikuu Katoliki Ruaha, bila eh, kubagua kwa misingi yoyote ile, ikiwemo misingi ya umiliki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kama wizara Tuna tunashukuru sana. Tunashukuru sana uongozi kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Tumekuwa nao bega kwa bega katika mchakato wa mabadiliko ya sera na sheria ya elimu nchini. Kama wizara tutaendelea kutoa ushirikiano kwao kila wakati watakapo uhitaji ili kufikia malengo yaliyokusudiwa.